Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii, unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe? unajua jinsi ya kulea? Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho. Mungu akulani kabisa huko uliko. Mimi niseme kwamba wewe mbunge, sio kwamba katika taifa hili ama dunia hii rais ndio mwenyewe ame, ame, amezaa hao wanaotekwa wana ndugu wana ndugu wana wazazi wana watoto, na wana lia wana lia. Lakini wewe unapokuja kujitokeza, unatetea mshahara wako, unatetea tumbo lako. Tunakuonya kwa jina la Yesu aliye hai, tunakuonya kwa jina la Yesu aliye hai kama we umeingia bungeni kwa tumbo lako, waangalia tumbo lako, wanaolia waoni, wanaolia waoni. Kwa jina la Yesu ushindwe, ushindwe na kukemea vikali kwa jina la Yesu. Watu wanalia, watu wanatekwa, watu wanaumizwa, wengine haijulikani wako wapi, alafu anakuja kuongea kwangu, anasema kwamba si rahisi kagusa mtoto, kwani aisi kazaa mwenyewe Kaja nikuambie, rais ajiaza mwenyewe. Usilopenda kutendewa utin, usimtende mwenzako, usilopenda kutendewa usimtende mwingine. Kwamba ndio jue kwamba sisi ni niwambie, ni kwamba hamuna mtu anayemchukia rais, hilo lijue. Hamna mtu anayemchukia rais na wala hamna mtu anayemchukia mtu mwenzako mtu atakuchukia kwa sababu ya matendo yako. Sasa kwani asema hivi laisi watu wanapokuwa analia watu anatepwa, ila shida laisi kukimia, laisi aongei lolote. Sasa hiyo ndina wapa watu maswali kwamba ni kwa nini huyu haongei, ni kwa nini laisi kukimya sio kama mtu anamchukia rais, hamuna mtu anamchukia rais, hilo lijue. Hamna mtu anayemsema rais vibaya, hamna mtu anayemsema rais vibaya, umemnukuru wajema vibaya.